Yes bana, ni Elon Musk once again, kama kawaida, anawaletea akakamguaka e, e, wanakaita kavimba kitu kama hicho kamgua. Wakileta wekula, wakileta nasa, wakileta ulize viatu, wakiziba toka na umbuu e, ukishatoka hapa waga wanajivunja hapo, natoka na meja. Sasa kuna wengine wanashikaga hapa, akishika hapo wewe maliza, akijivunja unatema, unavunja hiyo tayari ni chuma, kwa sababu kwanza hapa kuna fosi, afu kuna mchezo tu wa kawaida. Akija ndani unaweka, akija hapa ndo unapiga. Sasa ile fosi hapa unakomba mboga, biashara naka mkwisha, lakini pia aki tanguliza hata hiyo, unaweza ukakata tu, unaenda kingi, akia unaenda asili kete ako, hilo linakuwa lina wingi wa kete, linakuwa linaisha. Turudi nyuma hadi hapa. Sasa hapo kuna mwingine anaweza asicheze hapa, akapiga tu mbili, afaka kuwekea ndani hapa, inabidi utoke, atakusubiri ukienda na hiyo, ndo sare yake huwa wanatema sasa, afu wanaweka ndani. Wakishakuwekea ndani hii draft tayari sare yake, inabidi uje hapa, na hawezi wakaomba kwa sababu na utaomba utakuwa draft nyepesi. Inabidi waje hapa kwa sababu akitoka hapo utaenda, na pia kwa hiyo hapa wanakujage hapa, akishakuja hapo akishikuja hapo hapa ndo na unapiga hii force unapiga unapiga miwili kwanza, afu namalizia mitatu linakuwa. Kusipona, ni sare usipona hiyo ni goli e, lakini pia akakusubiri hapa wewe ukaja huku hilo andani, linakuwa limeisha, atakuwekea ndani linakuwa limeisha na kufunga sare yake humo ndani inakuwa ni ngumu sana, amna sare. Kwa hiyo cha msingi huingia tu kwenye mtego. Lakini pia aa, kuna mwingine hapa e, kuna mwingine anaweza kaa anacheza hapa akikusubiri uje hapa ili apige, apige kitu kama hiki, akupige hizi hapa kwa hiyo wote wanaocheza huu mchezo wanakuwa wanatafuta magoli tofauti tu, huyo anatafuta magoli wakati gani, huyo anakuwa anatafuta goli mapema sana, anayecheza hivi. Lakini madhara yake, ukimuona, ukaziba, ndo biashara kwake, nazidi kwa ngumu e, kwa sababu hapa hata akisema asubiri huku anaweza kamsubiri kifananisha ngoma hapa, akapiga hivyo unakula kushoto, nakualimisha kwake. Kwa hiyo kwa hiyo ina riski pia ya kutafuta goli mapema. Apakete sahihi ni kupiga tu hizi miwili miwili, kupiga tu miwili. Ijapokuwa na hizo nyingine nazo zinachezeka, lakini kila mchezo una riski zake lakini pia hapa kuna kingine cha kushika hapa, sio tu ya kuweka hivi. Yani, ukishaomba kiziba, kuna nyingine unaweka hivi, ambapo e, pia atavunja hapo, unatoka atapiga, unatoka, ukija hapo wenyewe wanakuja hivi e, ambapo hata ukija huku, yeye mwenyewe anakuwa hana habari, utatema utatema, unakula hapo, mwenyewe anakuletea tena fosi, utapiga. Yani tinakuwa ni tafuti fulani ambayo kama unashinda lakini haushindi. Kika hivi linachezeka hapo hata ufanyaji hapo inakuwa ni sawa. Hata kusema ningie nitege kabisa basi anaweza akakushika. Basi inakuwa ni sawa. Maana ni sauti ya bas, Imana, Elon Musk tutaendelea zaidi kwa uchambuzi wa michezo mbalimbali.